Video hii unayoitazama imepostiwa kwenye mtandao wa Instagram, akaunti ya Brian 45_tz na kuwekewa caption isemayo mashabiki wa klabu ya Yanga hawana masiara na kipenzi chao, tayari wameshaanza kulijenga sanamu la Pacome kama ishara ya kuonyesha mapenzi yao kwa mchezaji huyo. Sasa mdau mmoja ameliomba jukwaa letu la Msasa Fact Check kuhakiki video hii kama ni halisi ama si halisi, kwani kuna baadhi ya watu tayari wameshaanza kuamini kuwa video hiyo ni halisi na kuuliza sanamu hilo linajengwa wapi. Baada ya kuhakiki tumebaini kuwa video hiyo imetengenezwa kwa AI, akili mnemba, ama Artificial Intelligence na hivyo basi inaonyesha dhahiri kuwa video hii si halisi. Kwani hata ukiangalia watu ambao wanajenga sanamu hilo, baadhi yao viungo vyao havishikamani kama binadamu halisi. Lakini pia hata baadhi ya vyombo vya usafiri vinafifia na kupotea kama kivuli. Hivyo basi Kataa na usisambaze habari potofu. Mimi ni Esther Madege na hii ni Msasa Fact Check.